Katika kiapo cha leo kuna maneno yanasema, nitafanya kila ni inaloliweza kwa nguvu zangu zote ili kuimarisha na kuinua hadhi ya uguzi na ukunga. Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi nimeamua kutumia nguvu kubwa ya kiakili kuhakikisha kwamba tunaleta mapinduzi makubwa katika sekta hii yetu ya afya. Mheshimiwa mgeni rasmi, wakati nasoma, wakati tunaenda clinical rotation, niliona vitu vingi, na siku zote mimi nilikataa kulalamika na create solution ya matatizo, nilipoona wauguzi wengi wanaumia migongo. Lakini pia, baada ya kumaliza chuo nilifanya kazi na nikaona pia, nikathibitisha kwa wauguzi ambao niliweza kuwafikia mia tatu hamsini, na kila mmoja ambao nilimhoji wote wanahisi maumivu ya wa mgongo na kadri muda unavyozidi kwenda tatizo linakuwa kubwa zaidi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kupitia changamoto hiyo nilitafuta nini hasa kinachagiza wauguzi hao kupata haya matatizo. Moja ya jambo linalochagiza ni wauguzi kuwainua au kuwalifti wagonjwa ambao ni majukumu ya kila siku. Mheshimiwa mgeni rasmi, kupitia changamoto hiyo niliwiwa kufikiria kwa kina tunafanya nini kama nchi tuweze kuwasaidia hawa wauguzi kufanya simplification za kazi zao. Ndio hapo nikafikiria na nika design robot bed, ambayo tunaita medical robot bed, ambayo itakuwa na uwezo wa kumpokea mgonjwa kwa usafiri wote aliokuja nao na kumpeleka sehemu hitajika, lakini vile vile itakuwa na uwezo wa kupima kilo wakati mgonjwa amelala. Nimewiwa kufanya hivyo kwa sababu ili daktari aweze kumwandikia mgonjwa dawa ni lazima afahamu kilo halisi za mgonjwa, bila kufahamu. Sasa hivi tunafanya kazi nzuri, lakini tunafanya zaidi kwa macho, by approximation, na inamata sana tukijua kilo halisi za mgonjwa. Lakini vile vile itakuwa na uwezo wa kusaidia kazi za kiuguzi, tani position, kukumbusha majukumu mengine, kwa mfano close monitoring kama mgonjwa every two hours inaweza kufanya kumposition mgonjwa popote utakavyo command kitanda ifanye. Mheshimiwa mgeni rasmi, hayo yote naomba nisibitishe kwako, inawezekana, inawezekana kabisa, kwa sababu wapo ambao wametengeneza CT scan, MRI, PT scan. Yote hayo yametengenezwa na binadamu, si dhambi na sisi tukatengeneza iko ndani ya uwezo wangu. Ni wakati sahihi sisi wataalam tukajifungia sehemu tukasalisha vitanda ambavyo vitasaidia Watanzania. Nina imani kubwa sana, it is very possible and I can. Nina uwezo kabisa. Wauguzi wengi wanatumia muda mwingi kukata gozi na hii, ili tuweze kutoa huduma bora nikafikiri, nika design na kuchora mchoro ambao ya mashine ambayo itakuwa na uwezo wa kukata na kukunja. Ikishakata na kukunja itatoa communication, roboti itakuja kuchukua, itapeleka sehemu husika. Mwanzo ni mgumu, ni mgumu sana, lakini tunaweza. Kwa approximation na mahitaji tuliyoainisha katika awamu ya kwanza, kutengeneza kitanda kimoja ni milioni 16. Nchi yetu ina uwezo kabisa kuzalisha hata vitanda zaidi na tukauza zaidi Nilitamani zaidi serikali ibebe hili kuliko mtu mmoja au taasisi binafsi, kwa sababu italeta faida kwa nchi yetu, kwa taaluma yetu. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba utuamini sisi vijana, tuna uwezo kabisa wa kucreate vitu ambavyo itasaidia taifa letu. Kulalamika hitoshi tu, lazima tuje na solution ya matatizo ya kusaidia wenzetu kufanya simplification katika kazi zetu.